Kiwango cha roho ya neema, Zekaria kumi na mbili mstari wa kumi. Nami nitawamwagia watu wa nyumba ya Daudi na wenyeji wa Yerusalemu roho ya neema na kuomba. Kwa namna ambavyo Mungu alituwekea mambo duniani tuishi, alituwekea tuishi kwa wepesi sana, na ndio maana akatupa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu yupo kwa ajili ya kurahisisha mambo ya maisha ya mtu. Unajua, ukichunguza vizuri, unaangalia hivi, Mungu ana haja na sisi? Yani kwa haja ipi? Yani, kwa, kwa kitu gani? Kitu gani ambacho tunakifanya kwamba kinamfaidia Mungu? Sababu hamna tutakachofanya kikambadilisha au kikamwongeza, yani vile alivyo amekamilika. Maisha yetu hayamfanyi awe Mungu bora au asiwe Mungu bora, yeye ni Mungu bora. Maisha yetu hayamfanyi aongezeke au, au apungue, yeye tayari amekamilika. Kwa chochote ambacho anakifanya au anakisema, ni kwa ajili yetu, sio kwa ajili yake. Ni kwa ajili yetu, sio kwa ajili yake. Kwa hiyo Mungu anatupa anapenda sana upeo, anatupenda upeo. Ndio maana kila kinachokifanya ni kwa ajili yetu, na alijua kwamba dunia hii iliumbwa kwa Roho Mtakatifu, na hakuna mwanadamu ambaye anaweza kafanya chochote kikasonga mbele bila msaada wa Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu ni roho wa Mungu mwenyewe na ni Mungu mwenyewe, ni Mungu mmoja, ila nafsi tu tofauti, lakini ni Mungu huyo huyo. Kwa hiyo tunapokuwa na Roho Mtakatifu, tunakuwa na Mungu aliyeziumba mbingu na nchi. Hata Yesu mwenyewe pia hakufanya chochote bila Roho Mtakatifu. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, nchi ilikuwa ukiwa na utupu na giza kwa juu ya uso wa vindi vya maji. Roho akakaa juu ya uso wa vindi vya maji, ndipo Mungu akaumba. Kwa hiyo kwenye maisha ya mwanadamu kitu cha kwanza na cha muhimu kuliko kitu kingine chochote kile ambacho tunataka kutafuta ni Roho Mtakatifu. Hicho ndio cha kwanza, sababu Mungu mwenyewe chochote kile kukiumba duniani cha kwanza alihakikisha Roho yupo, sababu Roho wakiwepo vitu vingine vyote vinawezekana. Kwenye Zekaria akasema u nani ewe mlima mkubwa mbele ya Zerubabeli, utakuwa tambarare. Na akasema sio kwa uweza wala sio kwa nguvu, bali ni kwa roho wako, asema Bwana, bali ni kwa Roho wa Mungu. Kwa hiyo haijalishi mlima mbele ya mtu unakuwa ni mkubwa kiasi gani, Roho anapokuwepo unakuwa tambarare. Kwa hiyo kiu ya kwanza kabisa inatakiwa iwe kiu ya mahusiano yetu na Roho Mtakatifu, kiu ya kutaka kuwa na mahusiano ya karibu zaidi na Roho Mtakatifu. Sasa cha ajabu, tuna kiu kubwa ya vitu vingine kuliko kiu ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndio iwe kiu ya kwanza kabisa kuliko kiu nyingine zozote zile kwenye maisha ya mwanadamu. Kwa nini? Kwa sababu Roho Mtakatifu anapokuja, anakuja na uwezeshaji wa kiungu juu ya mwanadamu.